Serikali imesema ina mpango wa kufuta msamaha wa kodi kwenye ongezeko la thamani katika baadhi ya bidhaa ikilenga kuongeza usawa katika utoaji wa kodi kwa michezo, jambo ambalo litaongeza mapato kwa serikali. Waziri wa Fedha ametaja maeneo hayo wakati akiwasilisha bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026 na kutaja maeneo mengine kuwa ni pamoja na matairi ya trekta, lami magazeti yanayozalishwa nchini, pamoja na gesi asilia kwa ajili ya magari ili kuvutia wawekezaji. Kufuta msamaha wa kodi kwenye ongezeko la thamani unaotolewa kwenye ununuaji na uagizaji wa gaming supply. Hatua hii inalenga kuleta usawa katika utozaji wa kodi kwa michezo mingine kama vile mpira wa miguu, iwapo katika wigo wa utozaji wa kodi na ongezeko ya ongezeko la thamani. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni milioni laki tatu na ishirini na mbili na ishirini na mbili nukta tano. Kuweka sharti la msamaha wa kodi wa ongezeko la thamani kwenye matairi ya trekta yanayotumia kwenye shughuli za kilimo yanayotambuliwa kwa HS kodi 40117000, eh, damliners zinazotambuliwa kwa heding 3920 fox HS kodi 82019000, rek HS kodi 8201 na shoka HS code 8201 kutolewa kwa ambazo hutolewa baada ya kupata ridhaa ya waziri mwenye dhamana ya masuala ya kilimo. Lengo la hatua hii ni kuleta unafuu kwenye sekta ya kilimo na kuhakikisha msamaha unatumika kwa malengo yaliyokuwa yamekusudiwa. Mheshimiwa Spika, kufuta msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani kwenye lami zinazotumia hs kodi 27132000 na 27150000 lengo la hatua hii ni kuendana na azima ya serikali ya kupunguza misamaha isiyo na tija ili kulinda mapato ya serikali na kupunguza matumizi yanayohusiana na utozaji wa misamaha ya kodi ya tax expenditure hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 85,606.2 kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye magazeti yanayozalishwa nchini pekee. Lengo la hatua hii ni kupunguza gharama za magazeti hayo na hivyo kuwezesha upatikanaji wa taarifa muhimu. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 1,274.4. Kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye gesi asilia inayouzwa kwenda kwenye vituo vya, kush... vya kushindilia gesi Compressed natural gas stations kwa ajili ya matumizi ya magari. Lengo la hatua hii ni kuweka unafuu kwa wawekezaji, kuvutia wawekezaji wa vituo vya kusambazia gesi asilia iliyosindikwa kwenye magari na kupunguza utegemezi wa mafuta katika uzalishaji, uzali wa hewa ya ukaa. Kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye matanki na mitungi ya gesi ya kupikia zinazotambulika kwa HS code 73110010 pamoja na mitambo ya kuondoa hewa ya ukaa HS code 84178000 inayotumika katika uzalishaji wa mikaa mbadala. Hatua hii inalenga kupunguza gharama za upatikanaji wa bidhaa hizi ili kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini. Hatua hii inatarajiwa kupunguza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 1,917.8. Kufanya marekebisho ya kipengele cha kumi na tano kipengele kidogo cha nane cha sehemu ya kwanza ya jedwali la msamaha wa kodi wa ongezeko la thamani kwa kufuta neno liquefied, liquefied petroleum and natural gas na kuweka neno liquefied petroleum gas. Lengo la hatua hii ni kuweka ufafanuzi na kutafuta changamoto, na, na, na kutatua changamoto zilizokuwa zinajitokeza katika utozaji wa msamaha huo. Kufanya marekebisho kwenye kipengele cha kumi kifungu kidogo cha tisa cha sehemu ya kwanza ya jedwali la msamaha ya kodi ya ongezeko la thamani kwa kufuta neno compressed petroleum and natural gas na kuweka neno compressed natural gas for motor vehicles ili kuweka ufafanuzi na kutafuta changamoto na kutatua changamoto zilizokuwa zinajitokeza katika utozaji wa msamaha husika. Mheshimiwa Spika, kufanya marekebisho kwenye kipengele cha 15 cha sehemu ya pili ya jedwali la sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura namba 148 kwa kufuta msamaha kwenye vifaa visivyo vya gesi asilia iliyoshindiliwa, kama vile natural natural gas pipes transportation and distribution pipes, natural gas metering equipment, gas receiving units flash gas systems condensate tanks and leading facility systems piping and pipe racks, na condensate stabilizer, na badala yake kujumuisha katika kipengele katika msamaha wa CNG. Mheshimiwa Spika, kufanya marekebisho katika kipengele cha 15, kifungu kidogo cha kumi cha sehemu ya kwanza ya jedwali ya msamaha wa kodi ongezeko la thamani kwa kufuta neno compressed or liquefied gas cylinders for petroleum and natural gases for cooking na kuweka neno liquefied petroleum gas for cooking. Hatua hii inalenga kuweka ufafanuzi kuhusu utofauti baina ya mitungi ya kuhifadhi gesi asilia iliyoshindiliwa na mitungi ya kupikia yani liquefied petroleum gas, ili kuendana na ajenda ya kimataifa mahususi ya matumizi ya nishati safi. Mheshimiwa Spika, hujumuisha masoko ya mtandao an online marketplace platform, na huduma za masoko ya kimtandao network marketing platform kwenye wigo wa tafsiri ya neno wakala wa huduma za kimtandao online intermediation services. Lengo la hatua hii kutatua wigo wa kodi kutanua wigo wa kodi kwa kuweka ufafanuzi utakaopelekea kutatua changamoto zilizopo katika utozaji wa kodi kwa usimamizi wa kodi, ambapo tafsiri hiyo sasa haijumuishi huduma hiyo. Lengo hili linatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni laki moja na kumi na sita na sabini tatu nukta nne kujumuisha non residents online payment services platform zinazotumia miundombinu ya watoa wa huduma wengine kwenye wigo wa wakala wa fedha online intermediation payment platform. Na zinazotoa huduma kwa hapa nchini kutokea nje ya nchi, lengo la hatua hii ni kuongeza wigo wa mapato kutoza kiwango cha punguzo la kodi ya ongezeko la thamani ya asilimia kumi na sita badala ya asilimia kumi na nane kwenye ununuzi wa bidhaa pale ambapo malipo yake yanafanyika kwa njia ya mtandao, yani B2C na mlaji akathibitisha kuwa ankara ya malipo iliyotolewa ina kiwango sahihi cha muamala uliofanyika. Hatua hii inalenga kuhamasisha matumizi ya mifumo kwenye ufanyaji wa malipo na kupunguza matumizi ya fedha taslimu na kurahisisha usimamizi wa kodi kwa kuwezesha upatikanaji wa taarifa za miamala ya manunuzi. Hatua hii inalenga kupunguza mapato ya serikali kwa ki... Ita... Ita... Ita... Ita... punguza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 1,232.12.